Karibu katika mwendelezo wa mafunzo ya video editing kwa kutumia Adobe Premiere Pro. Jina langu ni Mohamed na hii ni Movitech Academy. Katika video hii utajifunza jinsi ya kuweka videos ama clips zako katika timeline, lakini vile vile utajifunza basic editing. Kuweka videos katika timeline kuna njia kadhaa, lakini kabla ya kuweka katika timeline ni vizuri ukazipreview katika source monitor. Na kupreview, una uwezo wa kuchukua ama kudrag video yako na kuiweka katika source monitor, ama ukabonyeza mara mbili au double click. Kwa hiyo ukibonyeza mara mbili utaweza kupreview, lakini vilevile una uwezo wa kuishika na kuiweka katika source monitor na ukaweza kufanya preview. Na lengo la kufanya preview ni kwamba kuhakikisha video ama clip unayoichagua ni sahihi, ili isikupotezee muda wakati wa editing katika timeline. Sasa umeshafahamu jinsi ya kupreview clips zako katika source monitor. Tunaona kwamba hapa kuna controls mbalimbali mbali, ambapo kuna kwa mfano, kuna hii ya play, kwayo una play. Ukiplay video yako inacheza, na kustop utastop hapa lakini vilevile una uwezo wa kutumia shortcut ambayo ni space bar kwa kuchezesha na kusimamisha. Katika upande wa kushoto wa source monitor kuna time code, ambapo hapa inakuonyesha ni sehemu gani playhead yako ilipo, na upande wa kulia inakuonyesha ule urefu wote wa video yako. Katika sehemu hii inakuonyesha zoom level, na hapa utaweza ku Weka size yoyote ya zoom kwa mfano ukiweka asilimia kumi video yako inaonekana hivyo lakini hii haituathiri chochote sasa hapa hatutakuwa tunacheza na hapo, hapo utaweka tu katika fit muda wote katika sehemu hii ni sehemu ya video kwa hiyo ukichukua hapa na kuweka katika timeline utakuwa umeweza kuchukua video peke yake ukichukua hapa utaweza kuchukua audio peke yake na sehemu hii hapa ni playback playback resolution playback resolution ni jinsi gani wewe unaweza kuiona ile quality ya video yako, lakini haiathiri chochote isipokuwa inawezekana kwamba kompyuta yako ikawa haina uwezo, ukiweka full itakuwa inagandaganda katika ku preview. Sasa wacha hiyo hiyo nusu. Kabla ya kuweka clips zetu katika timeline, nikufahamishe kidogo timeline ilivyo. Katika timeline, ukibonyeza inakuonyesha mpaka wake kwa hiyo hii yote ndiyo timeline. Katika timeline kuna vitu kadhaa ambavyo unapaswa uvijue. Kitu cha kwanza ni play head position, na play head ni hichi cha kuchezeshea. Kwa hiyo hichi kitakuwa kinatembea, na kikipita sehemu ndipo video yako itaonekana. Kwa hiyo sasa hivi hata nikibonyeza play hapa hakiwezi kuplay kwa sababu hakuna kitu chochote. Hizi zero mbili za kwanza ni saa zinazofuatia ni dakika, zinazofuatia tena ni sekunde, na za mwisho kabisa ni frames. Chini ya play head position, hakikisha kwamba vitu vitatu hivi vipo active na kujua kwamba viko active vinakuwa vina rangi ya buluu. Kwa hiyo kwa mfano ukibonyeza mara moja hapo, utaona kwamba kina rangi nyeupe, kwa hiyo kimeondoka active yake, kwa hiyo utabonyeza tena kuweza kukirejesha. Timeline inakuwa ina tracks mbalimbali mbali, na tracks ni sehemu ambayo tutakuwa tunaweka video zetu pamoja na sauti zetu. V-track ni track kwa ajili ya video na A-track ni track kwa ajili ya audio, kwa hiyo video one, audio one; video two, audio two; video three, audio three. Vile vilevile utakuwa una uwezo wa kuifunga track yako na ikiwa katika video utakuwa una uwezo wa kuziba ama kuficha, lakini katika audio utakuwa una uwezo wa kuifunga ile track yako, na utakuwa una uwezo pia wa kuweza kuimute ama kuinyamazisha. Sasa tuangalie njia ambazo tunaweza tukaweka clips zetu ama video zetu katika timeline. Kama tunavyoelewa kwamba video zinaweza kuwa na sauti ama zisiwe na sauti, sasa ukichukua video yako ukiiweka katika timeline, unaona kwamba kuna vitu viwili vinatokezea, na hicho cha kwanza cha juu ni picha ama video, lakini cha chini ni sauti. Lakini vilevile vile kuna clips ambazo zina picha peke yake, ama una uwezo wa kuingiza audio peke yake ambayo haina picha. Sasa hii hapa ambapo haina ki, kuna kama kialama fulani hivi kinaonyesha cha sauti. Kwa hiyo hii haina kialama, kwa hiyo hii haina sauti na vile vile hii haina sauti. Kwa hiyo kwa mfano nikikuza hapa ili uweze kuona vizuri, unaona kwamba kuna kitu hichi hapa cheusi na hapo ukiangalia imeandika kwamba contains linked audio, kwa hiyo kutakuwa kuna sauti ambayo imeambatana nayo. Njia ya kwanza ya kuingiza clips zako katika timeline ni kuburuza kutoka katika project panel na kuweka katika timeline kama huioni project panel, una uwezo wa kuja katika hivi vichoro na hakikisha kwamba umechagua project. Halafu kama utakuwa kuna bins ama folders utaingia katika folder yako, halafu utachagua hizo clips zako. Kwa hiyo nitachukua ama nitadrag moja kwa moja kuipeleka katika timeline. Nikiachia hapa kuna ujumbe ambao unatokezea, na huu ujumbe ni clip mismatch warning. Hii inatokana na kwamba sequence na clip yako inakuwa iko tofauti. Kwa hiyo clip ama video itakuwa ina sifa fulani, na sequence tumetengeneza ikiwa na sifa fulani. Sasa hapa cha kufanya ni kukip existing settings ya ile sequence yetu ambayo tumetengeneza. Uki change sequence settings itabadilika na kuifuata ile setting ya video yako. Sasa wewe ndiyo unajua clip yako unataka ipeleke sehemu gani na ndio maana ukatengeneza sequence. Sasa hapa tuta keep existing settings. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna video pamoja na audio. Sasa hapa imekaa katika V1 na audio 1, una uwezo wa kuweka katika V2 na audio 2. Kwa hiyo hiyo ndio njia ya mwanzo ya kuingiza clips katika timeline, ambapo tumedrag moja kwa moja kutoka katika project monitor na kuweka katika Timeline. Njia ya pili, una uwezo wa kuweka clip yako katika timeline ikitokea katika source monitor. Katika source monitor kuna njia mbili. Njia ya kwanza una uwezo wa kushika picha yako ama video yako na kuiweka katika timeline. Lakini njia ya pili, una uwezo wa kuchukua picha peke yake ama sauti peke yake. Kwa hiyo ukija hapa, utakuwa na uwezo wa kuchukua picha peke yake ukija hapa utakuwa na uwezo wa kuchukua sauti peke yake, lakini cha kuhakikisha ni kwamba video unaiweka katika track ya video na audio unaiweka katika track ya audio. Kwa hiyo hapo unaona kwamba siwezi kuweka audio katika track ya video, kwa hiyo inabidi nije chini. Kwa hiyo hizo ndio njia mbili ambazo unaweza kuweka clips zako katika timeline. Njia ya kwanza una drag kutoka katika project panel na njia ya pili uta drag kutoka katika source monitor. Sasa hapa nafuta hizi zote na nakuja kuingiza tena hii clip yangu kutoka katika source monitor, nitaiweka hapa, halafu nitachukua clips nyingine na nitaziweka katika timeline. Kwa hiyo randomly nitachukua, nitaziweka. Sasa wewe kama utakuwa una project ama picha zako umeziandaa utazipangilia kulingana na ile story yako inavyoenda, sawa. Sasa hapa unaona kwamba kuna selection tool. Kwa hiyo selection tool kazi yake ni kuchagua tu, kwa hiyo utachagua lakini vilevile utakuwa una uwezo wa kuibeba klipi yako kuipeleka sehemu yoyote, ama kuipangilia. Kwa hiyo ukitaka hii ikae hapa, utaweka. Inawezekana kwamba umeshika video ama clip yako na usione kuna athari yoyote, ni kwa sababu hii playhead haichezi katika ile klipi yako ilipo. Kwa hiyo ukibonyeza play hapa, utaona kwamba huyu playhead anatembea. Kwa hiyo una uwezo wa kumshika na kumsogeza sehemu nyingine, ukiendelea kuplay. Kwa hiyo itakapopita hapa, ndipo ambapo picha yako itaonekana. Sasa hapa unaona kwamba video zetu zote tumeziweka katika track ya V1 nikiweka katika track ya V2, kwa mfano video hii nikiweka hapa, halafu nikiplay, playhead itakapopita ndipo video itakayoonekana. Kwa hiyo hapa nimeweka video nyingine katika track namba mbili kama unavyoiona. Sasa inawezekana kwamba picha ambayo imeingizwa ni kubwa ama inawezekana kama ni 4K. Kwa hiyo tukiangalia picha yetu inavyoonekana hapa na inavyoonekana hapa ni tofauti. Kwa hiyo tukija katika preview hapa, ndipo tutakapoweza kuiona ule uhalisia wake. Kwa hiyo nitaweka katika source monitor. Unaona kwamba video yangu, huu ndiyo uasili wake, lakini hapa tunaona matawi tu. Kwa hiyo ili uweze kuifanya ionekane yote, utaichagua ile klip yako halafu uta right click na utaenda katika sehemu ambayo imeandikwa scale to frame size. Kwa hiyo frame ndiyo hii hapa ambayo tumetengeneza, kwa hiyo tunai scale, tunaipunguza kufikia ile frame size yetu, sawa. Kwa hiyo hata ukichukua clip nyingine ukiiweka juu yake, kwa mfano katika track ya tatu Playhead ikifika sehemu hii itaonekana na ile video ya tatu. Kwa hiyo tukiangalia na video yetu hii pia tunavyoiona hapa, ama tukiangalia katika preview, sivyo inavyoonekana katika project yetu. Kwa hiyo utaenda pia katika right click, halafu uta scale to frame size. Unaona kwamba imefit sasa. Hii tufute. Baada ya kuifahamu selection tool, sasa tuje katika tool nyingine ambayo inaitwa track select forward tool, ambapo hii kazi yake ni kuchagua vitu vyote vilivyopo mbele ya pale utakapobonyeza. Kwa mfano ukija hapa ukibonyeza mara moja, utachagua vyote ambavyo viko mbele yake. Kwa hiyo ukishakuchagua una uwezo wa kusogeza, na ukija ukabonyeza kuanzia hapa, utavichagua vyote ambavyo viko mbele yake na ukija kuchagua ya nyuma yake utachagua vyote ambavyo vipo katika timeline yako lakini ukichukua selection tool utakuwa na uwezo wa ku highlight na kuweza kusogeza pia unavyotaka. Sasa tuangalie tool nyingine ambayo inaitwa razor tool. Razor tool ni kiwembe au sio? Razor tool, kazi yake ni kukata. Kwa hiyo hii ndiyo ambayo tunatumia kukatakata clips zetu. Kwa hiyo kwa mfano nikija hapa nataka nikate sehemu hii ya kwanza, kwa tayari nimeshakata na unaona kwamba kuna kama alama ama mstari. Kwa hiyo hapo tayari nimeshaweza kutenganisha sehemu hii ya kwanza na sehemu hii iliyobaki. Kwa hiyo kwa mfano nikija hapa nikikata tena kwayo, kwa hiyo unaona kwamba hii clip yangu imeshakatika. kwa na uwezo wa kuchukua selection tool nikachagua kipande hichi alafu nikabonyeza button ya delete ama nika right click, alafu nikabonyeza clear na huku nachagua alafu na right click na bonyeza clear. Kwa hiyo ukisha ku clear kuklia, inakuwa unawacha nafasi tupu. Kwa hiyo ukiwacha nafasi tupu hii playhead ikipita itakuwa inasoma hivyo hivyo, itakuwa inasoma giza, maanake ndo hakuna kitu. Kwa hiyo hakikisha haya mapengo unayafuta. Kwa hiyo una uwezo wa ku right click pia halafu kabonyeza ripple delete ama una uwezo wa ku chagua kwa kubonyeza mara moja katika hii sehemu, alafu ukibonyeza button yako ya delete, ama backspace, utakuwa una uwezo wa kufanya nini, wa kufuta sawa. Kwa hiyo inawezekana kwamba hichi kipande chetu chote ni kikubwa hichi, kwa nataka pengine ikifika hapo iwe basi. Ukiachana na kutumia razor tool, ukija katikati kati ya clips zako una uwezo wa kupunguza pia. Kwa kwa mfano nitapunguza mpaka hapa. Nitachukua na hii video yangu nitaiweka maeneo haya, lakini nayo nataka kuipunguza. Kwa hiyo kuipunguza, naweza nikachukua razor tool, ikiwa na weupe inamaanisha kwamba ndio umechagua. Kwa hiyo nitafuta na kuja na huko mwisho nitakata alafu nitafuta, nitaisogeza pale sehemu ambayo nataka, sawa. Kwa hiyo tukiplay, kwa mfano, kama tunaona kwamba inachukua muda mrefu alafu sehemu yenyewe ndo hiyo hiyo, una uwezo tu wa kuipunguza. Halafu una ripple delete, una right click, alafu una futa ama na space hii. Unaweza ukabonyeza tu mara moja katika keyboard yako unaweza kubonyeza tu mara moja delete ama backspace. Nitakuja katika clip hii hapa, nayo pia nitahakikisha kwamba ipo katika frame size. Nitaichagua, nita right click, halafu nita scale to frame size, kwa naona kwamba karibu video zote ni kubwa na hizi zinakuwa zimerekodiwa katika 4K, na hii size ambayo nimeweka mimi sio 4K na ndiyo maana inabidi ile clip ipunguzwe size. Kwa vile mimi project yangu haina story yoyote, ni video tu kwa ajili ya mazingira, hakuna sehemu ambayo nitakuwa nazingatia wapi kiingie wapi kisiingie. Nitakata haraka haraka kwa ajili ya kukufundisha. Nachukua selection tool, nafuta space. Kwa hiyo una uwezo wa kutumia shortcuts. Kwa hiyo shortcut ya razor tool ni C, shortcut ya selection tool ni V. Kwa hiyo hapa nitakuwa tunabonyeza mfano hivyo na right click na bonyeza delete. Hii nayo pia nita right click. Nita scale to frame size. Nitaplay video yangu kwa mfano, kipande hichi nataka kianzie hapa, lakini ukubwa wake kisitofautiane sana na hivi vingine. Kwa hiyo na uwezo wa kuja, kwa mfano mpaka hapa, halafu nikaipunguza yote pasina kufuta hii space. Na uwezo wa kuchukua hii clip yangu na nikaisogeza mpaka kuibana ile nafasi. Nita play, nita right click alafu nita scale to frame size. Kwa mfano nataka clip yangu ianzie hapa, kwa sababu huko ndo kuna mazingira mazuri. Kwa hiyo nitakuja hapa nitaipunguza mpaka hapo alafu nita ripple delete. Hapa nitaplay nitaiangalia mpaka ile sehemu ambayo nataka ifikie. Kwa mfano hapa nitapunguza, nitaziba hii space na hii pia. Nitaangalia kama imejaa katika frame yangu, nitaichagua alafu nita right click, nitabonyeza scale to frame size. Kwa hiyo hii ipo sawa, lakini pasina kufanya moja moja, una uwezo wa kuzichagua clips zako zote halafu halafu ka right click, halafu ka scale to frame size. Kwa unaona zote zipo katika scale to frame size. Kwa hii nataka kuanzia hapa na uwezo wa kupunguza. Sasa hapa ni kufahamisha tool nyingine ambayo inaitwa Ripple Edit tool. Kwa hiyo kwa mfano mimi nataka nipunguze kutoka hapa mpaka hapa, bila ya kuacha nafasi. Na uwezo wa kuichukua ripple edit tool, alafu nikachagua kuanzia hapa, nitapeleka mpaka ilipo playhead yangu. Kwa hiyo nikiachia hapo, itakuwa ile sehemu yote imekatika. Kwa hiyo itabidi urejeshe nyuma na uangalie pale ilipoanzia. Sawa, kwa mfano hapo panatosha kwa sababu hii clip ni kubwa na uwezo pia wa kuja mwisho huku nikaipunguza mpaka pale kwenye playhead. Nita zoom out, ku zoom in, na ku zoom out unabonyeza plus na minus. Kwa hiyo kiplay kwa mfano hapo nitaipunguza, nitachukua tureza, nitakata, nitachagua hichi, nitakifuta. Nitakuja katika clip hii, nitaiangalia kuna sehemu gani ambayo ni nzuri, nitaikata na nitabakisha sehemu ambayo naitaka kwao. Kwa mfano hapa tu mimi nataka hapa pengine mpaka hapa. Sasa wewe hakikisha kwamba hukati ile sehemu ambayo ni muhimu. Kwa hiyo baada ya hapo, nita ripple delete, alafu nitaangalia na hii picha, sehemu gani ambapo nataka ikae. Kwa hiyo kwa mfano, nataka ikae kuanzia hapa napenda sana kuviondosha ama kukata huku mwisho, kusiwe na hichi kialama cheupe, maanake kinakuwa kama kuna fremu fulani zime zimeruka hivi. Kwa hiyo nikipunguza kidogo kinakuwa kimeondoka, sawa. Kwa hiyo kipreview video yako itakuwa inatembea. Najua sasa hivi inaonekana kama ipodoro kwa sababu hakuna sauti yoyote. Kwa hiyo hapa ndio mwisho wa sehemu hii ya kuweka clips katika timeline na kufanya basic editings. Usiache kufuatilia mafunzo yajayo, ambapo utajifunza jinsi ya kucheza na sauti. Kama umejifunza chochote, usiache kulike, kucomment na kushare video hii. Tutaonana katika video ijayo.